Jumuiya ya umoja wa wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mbeya mjini imepanda miti zaidi ya mia tatu katika kata ya Itagano ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka sabini tangu kuanzishwa kwa jumuiya hiyo. Akizungumza kwenye majumuisho ya maadhimisho hayo ambayo yameambatana na shughuli mbali mbalimbali ikiwemo kutembelea na kukagua utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi katika shule ya msingi Itagano, kituo cha afya Itagano na shule ya sekondari Itagano, katibu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mbeya mjini, mhandisi Abdul Sikitiko Komba amewasihi na kutunza chanzo cha maji na miti ambayo imepandwa katikati ya eneo hilo kwa kuacha kufanya shughuli za kibinadamu ikiwemo kilimo. Mheshimiwa diwani na serikali yake ya mtaa waone namna ya kuwaeleza wananchi wapate elimu juu ya kutunza chanzo kile cha maji. Watu sasa waliokuwa wanalima wataweka utaratibu ulio mzuri ili sasa msiendelee kupatumia pale bali paendelee kutunza maji na hatimaye maji yaendelee kupatikana kwenye maeneo yetu. Manake tukiendelea kufanya vile, maji yatapotea, uoto wa asili utapotea, tutaanza kulalamika maji hakuna, wakati kumbe sehemu ya kutunza maji ni sisi wenyewe wananchi. Baada ya leo jumuiya ya wazazi kufanya maazimisho haya, hivyo tunawaomba sana kile chanzo ambacho tumeenda kukipanda miti leo, tunaomba wananchi mnaolima maeneo yale muendelee kukitunza, na mtaendelea kupewa utaratibu na watu wanaohusika na, na mamlaka ya mazingira ni vitu gani vinatakiwa kuzingatiwa kwenye ile, kwenye vile vyanzo vya maji na kwenye ile miti tulikuwa tumeiweka pale. Lakini niwakumbushe mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, uchaguzi mkuu wa serikali wa kuchagua udiwani, ubunge na urais. Sisi chama cha mapinduzi tayari tumekwisha teuliwa mgombea wetu wa urais Daktari Samia Suluhu Hassan ambapo muda si mrefu filimbi zikishapigwa tayari tutaanza kuwaomba kula wananchi wa Itagano, lakini tayari chama kilishateua mgombea mwenza wa nafasi ya urais Daktari Nchimbi. Kwa hiyo chama cha mapinduzi kitaingia kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hivyo tunaomba mtuunge mkono muda ukifika. CCM oye! CCM oye si, lakini tuwashukuru viongozi wote na wananchi wote, niwashukuru na wazee wangu. Jana nilikuwa naongea na katibu wa kata nikaambia kesho naamini mvua haitakuwepo na hali ya hewa itakuwa nzuri. Wazee niliwaambia, wakasema tumekuelewa, lakini tuliomba mpaka kufika saa sita, waliniambia sasa. Hapa niambia wazee, katibu, tulikwambia saa sita ulikuwa hujamaliza, tulikwambia saa saba ulikuwa hujamaliza, sasa saa kumi, wazee nataka tukapumzike. Kwa hiyo hapa mzee mmoja ametesti huko mitambo. Ameachia hand brake. Lakini naamini hand brake endeleeni kuishikilia wazee wa Itagano, mvua isije tumalize. Lakini tunahitaji mvua kwa sababu miti ile tumeipanda inahitaji ipatikane maji. Kwa hiyo tunawashukuru sana wazee wetu machifu wa hapa, machifu wa Itagano kwa kutambua kwamba leo kuna kuja uongozi mkubwa wa wilaya kuhakikisha mmeakisha mme hali ya hewa Itagano sio hii mlioizoea nyinyi. Ikifika saa mbili kama saa tatu usiku, saa mbili asubuhi kama saa nne usiku. Lakini leo mji wote umefunguka, umekaa vizuri. Haya ni mambo ya machifu wa Itagano, tunawapongeza na tunawashukuru kwa ajili ya tazeno a kwa kuhakikisha kwamba mmeshika mpaka majukumu ya miisha sisiem oye kidomu Chama cha Mapinduzi. Hivyo mwendelee kujisajili kwenye umoja wa wazazi, kadi za kielektroniki Chama cha Mapinduzi, mwendelee kufanya usajili wa wanachama mwendelee kushiriki maendeleo ya kushirikiana na serikali. Nimeona serikali ya kata inashirikiana na chama vizuri, nimeona kuna mahusiano mazuri. Kwa hiyo tunawashukuru sana baraza la maendeleo la kata ya Itagano, mtendaji wa kata na viongozi wote wenye vitu ya serikali ya mitaa na wananchi kwa ujumla. Awali akiwa katika shule ya sekondari ya Itagano, katibu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mbeya mjini, mhandisi Abdul Sikitiko Komba ameahidi kuwa Chama cha Mapinduzi kitaitafutia shule hiyo eneo kwa ajili ya viwanja vya michezo, na hii ni kutokana na ombi la mkuu wa shule hiyo mwalimu Edward Chaula alilolitoa wakati akisoma taarifa ya shule mbele ya katibu huyo. Ifuatayo ni taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 2025 katika shule ya sekondari Itagano. Utangulizi. Mheshimiwa mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi CCM wilaya ya Mbeya mjini, shule ya sekondari Itagano ni shule ya kutwa ya kata ya mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule hii ilianzishwa rasmi mwaka 2022 na kusajiliwa na wizara ya elimu, sayansi na teknolojia kwa namba S5707. Shule yetu pia ilipata usajili wa baraza la mitihani Tanzania Necta kuwa kituo cha kufanyia mitihani ya taifa inayoandaliwa na baraza Necta kwa namba S 6408. Shule ina jumla ya wanafunzi 131 ambapo wanafunzi wa kiume ni 42 na wanafunzi wa kike ni 89. Shule ina jumla ya walimu 14 ambapo walimu wa kiume ni kumi na walimu wa kike ni wanne. Pia, shule ina watumishi wawili wasio walimu ambao ni mpishi mmoja na mlinzi mmoja. Mapokezi ya fedha ya umaliziaji ujenzi wa madarasa matatu. Mheshimiwa mwenyekiti, shule ya sekondari Itagano tulipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 45 tarehe 22 mwezi wa 10 2024, ikiwa ni fedha ya mapato ya ndani ya jiji la Mbeya kwa ajili ya umaliziaji wa maboma matatu ya vyumba vya madarasa. Umaliziaji wa madarasa ulikamilika kama ulivyokusudiwa mwezi Desemba mwaka 2024 na, na kuanza kutumika rasmi Januari mwaka huu 2025. Kiasi cha fedha kilichopewa kilitosha kukamilisha umaliziaji wa vyumba vitatu vya madarasa. Baada ya ukamilishaji wa ujenzi huo, shule imekuwa na vyumba saba vya madarasa, vyo vya wanafunzi matundu kumi na mbili, matundu nane ya wasichana, matundu manne ya wavulana, na vyo vya watumishi matundu mawili. Hali ya taaluma ya shule, matokeo ya kidato cha pili FTNA 2023 na 2024. Mheshimiwa mwenyekiti matokeo ya mitihani ya taifa ya kidato cha pili FTNA kwa miaka miwili mfululizo, yani 2023 na 2024 yanaonyesha kuwa hali ya taaluma kwa shule yetu ya sekondari Itagano inaridhisha. Jedwali lifuatalo hapa chini linaonyesha ufaulu kwa madaraja ya watainiwa wa kidato cha pili kwa mwaka 2023 na 2024. Mwaka 2023 hatukuwa na daraja la kwanza. Daraja la pili kulikuwa na wanafunzi mmoja, daraja la tatu wanafunzi 6

wavulana 40 na wasichana 75 kwa mwaka 2025. Kati ya wanafunzi 105 waliopangwa katika shule hii walio ripoti ni wanafunzi 45 sawa na 42.9. Wanafunzi wengi wasio ripoti wamepelekwa shule za sekondari za binafsi. Wanafunzi wasio ripoti walitoka shule ya msingi ya mchepua wa Kiingereza ya Mbeya Adventist Maps. Mafanikio. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2020, 2025 shule ya sekondari Itagano tumepata mafanikio kama ifuatavyo. Namba moja, ufaulu wa wanafunzi wa mtihani ya taifa kidato cha pili ftn kuongezeka na kufuta daraja sifuri kwa mwaka 2024. Namba mbili, kuweza kuwa na huduma ya maji na umeme katika shule yetu, shule kuwa na walimu wa masomo yote kumi yanayofundishwa wanayofundishwa wanafunzi shuleni, kuwa na utoshelevu wa vyumba vya madarasa na madawati kwa wanafunzi wote wanafunzi zaidi ya asilimia 90 wanapata chakula cha mchana shuleni na kumefanikiwa kudhibiti utoro wa wanafunzi kwa zaidi ya asilimia 95. Changamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mafanikio tajwa hapo juu, shule ya sekondari Itagano inakabiliwa na changamoto zifuatazo: moja, kutokuwa na eneo la kutosha kujenga miundombinu ya mabweni ya wanafunzi hostels, shule, nyumba za walimu jengo la utawala jengo la maktaba, na maabara za masomo ya sayansi, laboratories, yani kwa masomo ya fizikia, kemia na biolojia. Shule kutokuwa na eneo la viwanja vya michezo, uwanja wa mpira yani wa, wa miguu football kwa wavulana na wasichana, uwanja wa mpira wa pete netball kwa watoto wa kike na uwanja wa mpira wa mikono volleyball. Namba tatu, shule kutokuwa na samani, viti, meza na kabati za nyaraka mbalimbali kwa ajili ya walimu Mikakati shule, baadhi ya mikakati ya kuboresha ufaulu wa wanafunzi katika shule kwa mwaka 2025 kuendelea kuwa na kambi za masomo kwa vidato vya mitihani ya taifa ili waweze kusimamiwa kikamilifu kwa ukaribu zaidi. Kupata laptop na mashine ya kutolea mitihani fotokopi mashine kwa mkurugenzi wa jiji na wadau wengine wa elimu ili watainiwa wafanyishwe mitihani ya mara kwa mara kabla ya kufanya mitihani ya taifa. Ba, shule hii eneo hili lilitolewa na Chama cha Mapinduzi, chama tawala, m hoye chama kitashindwa kuendelea kufikiria kuwapatia hata hilo eneo la michezo <klos> mimi, nitakwenda kuishauri kamati secretariat ya wilaya, lakini pia nitakwenda kumshauri mwenyekiti wa chama wa wilaya na kumshawishi mbunge wa jimbo letu la Mbeya, daktari Tulia a na yeye kwa sababu ni mjumbe wa kamati kuu, aendelee kutengeneza kuipush vikao vya juu viridhie watu wa Itagano waachiwe kipande kwa ajili ya kufanya eneo la michezo na kila kitu, shule ya Itagano sekondari. Kwiyo, kwa sababu eneo lilitolewa na chama cha mapinduzi kujenga shule, maanake chama cha mapinduzi akita sita uendelea kuwapa viwanja vya michezo. Nikiripoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.